没有相距有和谈分离呢你说的对没有相距哪来的别离若是当年我娘没有生下我 Basi binti akaanza kuhisi mateso katika dunia, anasema, kama mama asingenizaa labda pengine nisingekutana na hii familia naona tu unapata maumivu makali sana. Akamuuliza, kwani ni kitu gani kilitokea? Kwanza, mama alikuwa ni mtu aibu sana mtuaokanda f unaona. Sasa imetokea leo Falina amekutana na Shu. Hawezi kujua jinsi yule jamaa alivyokuwa mtu mbaya oou na kama basi asingekuja huenda mimi ningekuwa shamaliza kila kitu. Umesema kwamba Fu Hongxue ni kama jini vile, nimejionea mwenyewe Fu Hongxue ni monster. Anasema sasa, mimi naumizwa napoona kwamba anajaribu kumsaidia, lakini yeye eh, haniamini mimi. Mimi nimejionea kwa macho yangu mwenyewe jinsi yule jamaa anavyobadilika kuwa kama nyoka vile pamoja na kwamba mimi na yeye tumeaminiana, nimemwambia kila kitu, lakini mwisho wa siku anaamua kunivunja moyo. Ningekuwa nimeshamaliza yule bwanawaakha. Kwani wakati akiwa katika hiyo hali je, amekutambuaysuoinu tayo sagyeso ya hjo? Anamwambia kusema ukweli, bosi Shao, nilipomkuta yani alikuwa kama vile nyoka anang'ang'aa hivi na kuna namna fulani anajinyongorota nyongorota. Akasema hapana, wala si kusema iti, si sijui nini, sio binadamu. Hapana, hiyo ni sumu ya nyoka. Inasemekana kwamba hiyo kwamba hiyo e, wamewahi kupewa watu wa hiyo demon section, yani wa, hiyo sumu wamewahi kupewa watu demon section. Lakini pia sumu yake ni mbaya, unakuwa kama mnyama. Kuna wakati inakuwa inakupa nguvu za ajabu okay. Unakuwa sio kama kiumbe wa kawaida pda lid tba na na pia inapoingia katika mwili wako huwezi kutibiwa, yani huwezi kupata tiba yoyote, hauwezi kuwa sawa bae banya de muya na unapokuwa katika hali kama hiyo, unataka ufanye chochote unachotaka wewe. Mtoto huyu alikumbuka mbali sana, yeah! alikuwa anaita baba, anaita dada, anauliza mko wapi? Yeah! Wakati alipokuwa anapita huko porini aliona nyoka mkubwa sana. Yule nyoka alianza kumfata na yeye akaanza kukimbia, ni mtoto mdogo, kwa woga kuna wakati anadondoka chini. Sasa unajua kwa woga analegea kabisa, hata miguu kusimama hawezi. Sasa anatokea mtu mmoja na huyu mtu ana kama tatuu katika shingo yake eh, nyuma ya shingo yake kuna tatuu Huyu mtu anamshambulia yule nyoka kwa fia, ni mtoto mwenzie, lakini kakitoto kakiume hivi. Alafu kakamuinua chini pale. Vipi? Niko salama, niko poa. Asante, unaitwa nani? Wakati anaongea vipi, yule mtoto akagongwa na yule nyoka, na yule nyoka akamzunguka, akamzunuka, e, akamzunguka yule mtoto. Akasepa, akasepana kwa uoga. Basi katoto ka kakabaki peke yake pale.

kumemaliza kuniuliza maswali yako, sasa ni zamu yangu. Unataka kuniuliza nini? Alitoa kitambulisho cha Chuinon anasema, nimekipata hiki kitambulisho iki. Uh, kwa maana yake ni kwamba siri tayari yaonesha binti yangu tayari unajua kila kitu, mzee alimwambia kwa upole. Binti akamwambia binti akamuuliza kwa nini ukumuam, kuniambia kwamba dada yangu ni spai, Tito, ni unajua ukweli ni kwamba nimefanya hivyo pia kwa ajili ya usalama wake. Amekuwa undercover kwa muda mrefu sana. Basi ikiwa kama kuna mtu yoyote angekuja hapa, lazima ningejua.

Basi mzee akasema, ndio, hakuna swala la huruma, sio sio haki, sio mambo mengine, inabidi kuyafanya kwa kuamua. Si lazima wakati mwingine kuangalia kila kitu kwamba mtu amefanya hivi, basi ukaamua kumlipizia. Ninajua kwamba huyu kwako ni mtu wa namna gani si. Na wala hamuhusiki kwa damu kama watu wanavyofahamu basi nipende kusema tu kwamba, yani chochote kile ambacho wewe yani una yeye. Yeye wewe unadhani kwamba yeye anacho kwa jinsi ambavyo unamchukulia yeye, hakuchukulii wewe hivyo, anakujali sana. Sasa sijui kwa nini binti aliumia sana, moyo wake alijikuta tu anapata maumivu fulani hivi. Makali sana. lakini ile harusi ni akishua bwana watu wanakula. Ile sijui leo siku ya ngapi wanakunywa wanakula, yani vitu haviishi. Eh, watu, wanaambia bwana jiachieni, watu wanapambana wanakula kweli kweli. Wengine wanaweka kwenye mifuko. Yani kila mtu anafanya anavyojisikia. Eh, sasa angalia, kuna kundi moja hapa watu walikuwa wanapiga pombe kweli kweli bwana na nyama. Jamaa anasema leo lazima tunywe tuongeze leo. Ah, jamaa anataka kuonesha yeye kwamba anakunywa sana. Sasa ngoja tuone leo ndio siku ambayo nafikiri binti anatakiwa akabidhiwe. Kwa hiyo amevikwa vizuri kama ambavyo bibi harusi anafaa kuvikwa. Lakini sasa tunaona pia ana kama kisu mkononi. Hiki kisu anataka akakitumie kwa kitu gani? Eh, akakitumie kwa ajili ya kitu gani? Yaani lengo ni nini? Sasa kile kisu naonekana atakificha. Chui naona ameondoka upesi kwenda kutoa taarifa. Anafika getini, lakini lazima awe na na kitambulisho. Ataingiaje leo? gong sana kaja kwa kwa nini huko? Ushasahau nini ambacho bosi wetu wetu alikuambia? Hebu ondoka wewe, sasa hivi si mfanyakazi wetu tena na tutasita kutoa upanga kwa kufanya chochote. Fali niko kwenye hatari, nataka nimfahamishe kitu. Alishasema hakuitani wewe ndo hatari kuliko hata mwingine yoyote ambaye unasema ni hatari. Kama hutonipisha nitaingia kwa nguvu. Kama unasisitiza kuingia kwa nguvu, basi na iwe. kama vipi, tutoe upanga. Binti akaamua atumie njia ya nguvu, sasa hiyo inathibitisha nini? Kwamba basi anania, mba binti uko ndani, anasikia kule nje watu wanapigana Ilibidi ainuke akaangalia nini kinaendelea, kwenda kuchungulia, akasema nini kinaendelea, akasema ni Chui Nonga anataka kuingia kinguvu. Gari oh, lako la harusi la bibi harusi limeshawadia sasa, lishafika, lishawasili, yeah. E, atakiwa aingia katika gari apelekwe sasa kuonana na muhusika mumewe. angalia Kapambana wewe mpaka akafanikiwa. Sasa ilibidi aende akamsikilize nini kimemleta. Nibushushuo... Eh, hebu nikuulize. Eh, si wewe ulisema kwamba hutokaa urudi tena? Kwa nini uko hapa? Kamwambia dada, naomba unisikilize. Ndoa yako ina hatari sana. Ubi... Kwa usalama wako naomba niwe hapa tu mpaka utakapofunga harusi. Nimekuwa e, na wewe kwa zaidi ya siku 10 sasa.

Gari lako linakusubiri, unachelewa. Haya, nimesikia, nakuja. Basi ikawa ndio hivyo, wamevutanavutana pale na nini, lakini bado yani kama hawakuelewana. na pia huyu wakusema nini ambacho basi anaamini kwamba kinaweza kumuingiza kwenye hatari e, katika siku ya harusi, nini ambacho kinamfanya ahisi kwamba hayuko salama. Kaja pale lakini akifanikiwa kusema kile. Kini. Basi hilo gari wanapanda wale ambao wanatoka katika familia za kifalme, ma princess wale watu wanatoka kwenye familia fulani zile royal. Nini linaitwa sedan eh? ukisikia sedan, ukisikia car, ndio hilo. Sasa basi, kwa kawaida katika familia au zile, mfano eh, katika zile familia ambazo ni royal, unakuta lile gari unapanda ndani, alafu linakuwa kama lina miti kwa mbele na nyuma, afu watu wanalibeba yani haliruhusui hata kuvutwa na farasi Yaani, ni kwamba linabebwa na watu, watu ndio wanatembea ndani, unakuwa uko ndani, unaona linaitwada. Sasa anafika katika sehemu yenyewe. Mm, leo ndo anatakiwa akabidhi. Baba yake yuko pale, ana furaha kweli kwamba leo sasa binti yake anakabidhi dadi sun, Murong Mingzhu. Murong shi di 16 dadi sun, Murong Mingzhu. Sasa anatafutwa Murong Mingzhu <bihana. bihana>. Eh, ambaye ndio anaoa. Ana karibisho lakini haonekani. Murong Minzu. Basi ameitwa zaidi ya mara moja. Hadi watu wakasema ushenzi. Tutajichanganya hapo kati tumchukue huyu mtoto mzuri. Watu wengine walimcheka Murong Minzu ni mtu ambaye wamekuwa wakimchukulia poa muda mrefu. Eh, jamaa huyu hapa bwana, huyu hapa jamaa, hapa, jamaa, hapa, jamaa amelewa kinono. <coughs> Sasa bibi alivomuona hivyo jamaa alishangaa sana, yani siku ya harusi akijamaa anakuja akiwa amebeba. Sasa angalia alivyokuwa mzembe. Mzembe ni mtu ambaye hata mzee ama baba wa binti anajua kabisa kwamba kamuoza mwanae kwa mtu ambaye ni wahovyo sana lakini kinachofanyika si kwamba anamwoza kwa makusudi, yani kwamba anamtaka kumtesa mwanaye. Ni kwamba hiyo familia ya huyo kijana ni familia moja ambayo ina nguvu sana. E, yani kama basi familia ya bibie huyu ingelazimika kwamba kwa namna yoyote ile inatakiwa iwe na power, basi kinachotakiwa ni kwamba binti aozwe pia kwenye familia yenye power, ndio akachagua familia ya Muromi nzuri ii kasi basi kaambiwa pale kwamba e, utaratibu maswala ya sherehe yaanze. Cha ajabu bwana, binti akachomoa kisu chake. Sasa nataka kufanyaje? Sijui, yani anaona bora ajiue. Basi zilianza kutamkwa tambo fulani e, ni kama vile ibada fulani sio za kawaida. Mm, na sauti fulani za ovyo ovyo zikaanza kusikika. Bwana, lile dubwana silikatokea kama alivyokuwa amesimulia Mzee Mako Chua. Wewe ni nani? Ina maana mimeshanisahau. Moro Mingzua akajitokeza wa kwanza akijifanya kwamba anataka kwenda kulimaliza lile dubwana, yeye akatolewa sadaka wa kwanza. Lile du bwana lilolivaa maski sasa limetokea. Hii maana yake ni kwamba hata Fu Hongxue ataamini kile alichosikia. Inasemekana mtu huyu ndiye aliyemuuaga Bai. Wakati wamemkimbilia kule, basi Murong Minzu, oh, oh, wanampata akiwa na mistari kama vile mtu aliyeparuliwa vile. A, inakuwaje amepata majeraha kumi na tatu kwa mara moja? huyu mtu amepiga tu pigo moja, inakuwaje?

Basi wakaanza kuambia na kuambia kila mmoja awe makini. Tusipoangalia hapa lolote naweza likatokea. Eh, sasa wakao wamejipanga. Familia yetu na, na familia ya Murong ni marafiki. Na huyu ndo mtoto wao wa kwanza. Alitakiwa kuwa mko wangu leo kwa sababu ameuawa hapa. Inabidi ni tuoneshe moyo wa simanzi. Nimba haishiku wei han na. Nimba hao chababumu wenzao ghadhi. Sasa, hata bado maiti ya mkwe wangu haijapoa, mnaanza kutaka kugombana

Basi nasema hakuna kitakachotokea kama niko hapa lakini alikuwa na kisu, kumbe baba yake alikuwa ashaelewa, na baba alitaka ajue kwamba e, kwa basi alitaka binti yake ajue kwamba nimeshaona, naomba ufiche hiyo silaha, naenda kapumzike. Akasema basi mimi narudi ndani. Sijui lile dubwana ambalo linakuja kwa staili ile ni dubwana la wapi, yani lina staili fulani hivi ya kuvamia hivi, na linaweza kufanya machafuko ndani ya muda mfupi, likatokea lolote basi angalia, kila kitu kikawa sasa ni kama tafrani, mambo yashabadilika. Na wakati huu pia, wakati yika yakizungumza na misma, akatokea askari mmoja akasema, tumeamriwa kwamba aturuhusiwi aingie mtu mwingine ndani. Akasema, mimi huu ni rafiki yangu, inabidi niwe naye karibu, nitajisikia niwe salama, niko salama. Kwa nini umetaka kuongea na mimi? Niambie Fu Hongxue, mimi nitajuaje sasa wapi usiponiambia?

Wewe utajuaje? Wakaanza kukumbuka kilichotokea, lakini kumbe Fu Hongxue inaonekana ni kama amefungwa mahala fulani na hawezi kufanya chochote. Tutakuja kuona ni wapi hapa alipofungwa na ni nini kinachoendelea.